Poa poa, ndugu yangu, mm. Amna, tumevuka hatua ya pili, ndio hicho tunachoshukuru kwa kiwango mm, sijaridhika nacho mm. Na nilimtumia ujumbe pia aua kwa kiingereza kwamba awe makini. Unajua mwandishi, leo tunashukuru kwanza Mwenyezi, kwa Mwenyezi Mungu kwamba tumevuka hatua ya pili ila performance bado bado bado inachotakiwa huyu, labda kocha atakayekuja awe hais, aisimamie timu yetu vizuri. Unajua leo mwandishi, ahua leo ahua, hatujamsajili kwa ajili ya penati na frikiki tu, hatujamsajili kwa ajili ya frikiki na penati ahua, tatizo finishing ni very poor finishing yake ni very poor. Unajua mwandishi, kaskore wapi? Kwenye penalty. Sawa, mimi nachongelea nacho kwamba awe ana skore kwenye move. Unaona, yani finishing yake haiko vizuri. Sasa unajua mwandishi, yale magoli mawili kakosa ya wazi, yani ya wazi kabisa. Unajua unapokosa goli unajiondelea confidence konfidensi yako ya kucheza inapungua. Na hiyo mechi ya kwanza nilisema kwamba Fadlu amechelewa kufanya sabu ya aua, na leo narudia rudia yayo, yayo kosa aliyofanya Fadlu leo Moroko karudia yale yale. Kwa nini tunamgangania aua acheze mpaka dakika sabini themanini? Yeah. Ilitakiwa pale sabu ifanyike haraka kwenye hata dakika hamsini Yeah. Walioanza wote ni sawa ila ndo nasema kwamba mchezaji mwandishi anapokosa anapofanya kosa confidence yake inapungua. Sasa hapo kocha, ndio inatakiwa uwe makini kwamba bana huyu ameshakosa magoli mawili ya wazi. Kwa hiyo huyu, huyu hayuko mentali sawa. Kwa hiyo nifanye sabu ndio inachotakiwa. Ndio hicho alichokosea na alichochelewesha sabu nani Morocco. Kwa uwezo wa Mungu tume, sisi unajua kwa kimataifa ndio wenyewe na na imani kwamba kocha ambaye atakuja ataisimamia timu yetu vizuri kwa uledi, na inshallah tutachukua tuta kombe la championship. Nimeridhika kwa kiwango, nimeridhika ila Simba unajua mwandishi, wanatuweka kwenye presha dakika 90, yaani wanatuweka kwenye presha, roho juu, sisi tunataka matokeo yapatikane mapema, yaani roho juu eh. Kwa sababu unajua kwa mfano ile au alizo, unajua mwandishi, mechi kama hizo unapopata nafasi unatumia ipasavyo. Nafasi moja mbili haziji kila wakati, kwa hiyo unapopata nafasi tumia uwe makini katika kumalizia, ndio hicho nachosema. Sasa mimi na swali lako moja, je, ni ukunkuku wa wapato kwa wachezaji ama kikosi baada chenye kwenye michezo hiyo? Unajua mwandishi, leo kikosi sijasema kwamba ni kibaya, ila unajua kila kocha ana mfumo wake. Fadlu kaondoka, alikuwa na mfumo wake. Leo Moroko ameshika hiyo mechi, ana mfumo wake, umeona. Kwa hiyo kutokana na hayo na hayo niliyokuambia kwamba sabu inachelewaga ya aua, kwa nini aua anachelewesha kufanya sabu hmm? mimi ugomvi wangu uko hapo hmm. wasicheleweshe sabu hmm. ya auwa aua angeingia maema hmm. eh, mimi nilikuwa nategemea kwamba aua angetolewa angeingia maema hmm. lakini hmm. unafikiri maema angekuja kubadilisha mchezo? ndio hivyo hmm. ndio ndio hmm. ndio leo umwona Morris Abraham hmm. left footer. Bonge la mchezaji na msifu sana hivo, na namwombea kwamba aendelee hivyo na ailetee aitetee nembo ya Simba. Amecheza superb, nampa hongera yake. Morris Abraham ni kijana ambaye anajituma, ndio tunaotaka, watu kama hao wanakuwa na uchungu, wanajituma. Unajua mwandishi, kujituma, sisemi hajitumi. Unajua mwandishi, kama unakumbuka mechi ya nusu fainali kule Zanzibar mm, na Stellenbosch yeah. Huyu huyu aua alituangusha huyu huyu aua mm. Kwa hiyo makosa hayo anajirudia mm. Anajirudia, kwa hiyo makosa hayo hayo makosa asiyarudie, ndio inakosti timu leo. Mechi kama hizo timu inataka matokeo mm. yeah. Sasa hapo lawama zako zote unazipeleka kwa nani, la? Mimi lawama sipeleki, mimi natoa maoni yangu mm, ambaye mechi ya leo ilivyochezwa nimeona, ndio maoni yangu yapo. Mfumo wa Moroko siwezi kuwa, kusema kwa mechi moja, na mimi nasema hivi kama Moroko inapendeza, sema tu yule ni kocha wa taifa, hawezi akai akawa kama kocha msaidizi. Ningeshauri hivyo pia na ningependelea hivyo, kwa Moroko ni kocha mzuri muona, lakini kwa vile ana majukumu ya kimataifa hawezi kuwa kocha msaidizi wa Simba sisi tunataka sasa hivi, kama kocha saba wameondoka Simba, mwandishi, imefika muda Matola naye aondoke, Matola naye aondoke kwa sababu naye basi, tumechoka, tumemchoka. tumemchoka tumemchoka Matola, tumemchoka kwa sababu haleti matokeo ambayo, baada ya unajua, mwandishi, sisi inatumaga sana tunapopigwa na utopolo kila wakati <laughs> Sasa leo utopolo wao wanatufanyisha tufukuze wa, kocha sa, wa saba huyu anaondoka, kwa nini huyu anabaki? Bado naye aondoke, tusafishe pale, ndio maana yake. Inawezekana kwa nini wote wanaondoka yeye anabaki? alika, alika pale? wapi sawa kwa. Si kocha msaidizi, hey, ana majukumu yake naye. Nani ndio ni wapi leo yeah, leo hajakaa. Ah, sizungumzi leo, sizungumzii leo, sizungumzii leo. Yeah. Nazungumzia kwa ujumla pamoja na kwenye michezo ya ligi kuu, mwangungu mwangungu, mpaka niko naye mpaka mwisho, mpaka kieleweke. Huyo mimi niko naye mpaka kieleweke, yaani huyo huyu ndugu yangu Matola bora kidogo <laughs> eh, unajua mwandishi wakati tunapo Tumebadilisha kocha saba kutokana na kipigo na au nyuma mwiko, kwa nini yeye anabaki? Pia naye aondoke tu, tu, tunataka mabadiliko tuone mabadiliko. Kuna wachezaji wa zamani eh, kama ambaye yani, naonaga sana anaipenda sana Simba na anaipigania sana nembo ya Simba kama Dua Saidi, kama ana, ana vigezo basi aletwe kwenye benchi la Simba. Kwa ni matura, kwa ni hana uchungu, na, sasa uchungu mechi saba tunapigwa bana, yuko pale anatuangalia eh? Apumzike naye eh. Sisi bana, shida yetu kupigwa na utopolo mwandishi, nielewe. Unajua shida yetu mwandishi, unielewi. Mimi mimi bana, mimi ni kifungwa hata na Mtibwa, niko radhi lakini sitaridhika kufungwa na nyuma mwiko. Sasa si yupo leo? Mechi saba tumepigwa, sasa wakati yupo yeye, si yupo kwenye benchi? Ndo hayo mi nasema kwamba kama kusafisha kocha mkuu tunamsafisha, basi na huyu msaidizi asafishwe, wote wasafishwe, ndio tufanye mabadiliko ufanye mabadiliko kwa hiyo angu kwa mchezo ya leo kaasinaonyesha leo, inavutia matumaini, na mbeleni unapoenda na unakutana na vikwazo vigumu zaidi kuliko mechi ya leo, kikosi chako leo kimeperform na kama ulivyokiona, na unazidi kujidhihirisha kwamba inakupa pesha. Je, michezo yajayo itaweza kufanyika hivyo? Unajua mwandishi, narudia kwamba kikosi tunayo ni kizuri kikosi kiko kizuri, tatizo mfumo. Mfumo ukibadilika, huyu kama kocha anayekuja akija na mfumo ambao unaeleweka. unajua, unajua mwandishi, sisi tunataka wachezaji wanajituma, wanacheza kama jihadi eh? Yeah? Yani, wanacheza wanaipambania nembo kwa wote, kwa wote. Mimi mwandishi, niseme ukweli mimi niwe mkweli, nisiwe mnafiki. Yanga wachezaji wao wote, kusema ukweli, niwe mkweli, wanajituma yani wanacheza bato bato, unajua eh? Eh? Eh, wanacheza yani wanajitolea 100%. Ndio hicho sisi tunataka wachezaji wetu wawe nayo eh? Waipambanie hii nembo, hii nembo ni kubwa eh? Mi hainiusu hayo ah, akwao wala, wala mimi ainiusu <laughs> mimi naongelea timu yangu mimi, hao nyuma mwiko hainiusu wala, siwezi kuongelea kocha wao. Mimi naongelea timu yangu uh -huh. Leo nilivyoona tulivyocheza, ndio hicho mimi naangalia basi Umelalamika mfumo leo ujawe mfumo bado haujatiki, ndio hiyo mwandishi, nasema mtu huwezi kumjaji hmm. leo mimi siwezi kumjaji Moroko kwa mechi moja hmm. Kwa, yeah? kwa hiyo kupewa muda haiwezekani, kwa sababu yule ni kocha wa taifa hmm. atarudi kwenye majukumu yake ndio hmm. ya mechi yake ni ya mwisho, ndio ya mechi yake ya mwisho yule tume, kama tumemwomba atusaidie kocha bado hatuja na taarifa za kiuhakika, lakini kuna kocha anasemekana Riveiro, ambaye alikuwa anaifundisha Al Ahli ya Misri, ndo inasikika kwamba yeye anakuja. <tutu> <tutu> lakini mimi unajua, mwandishi, huyu kocha wa timu ya taifa ya Madagaskar, mimi pia na, na, ni maoni yangu kwamba yule ni pia ni kocha mzuri na ni, na kocha Madagascar. Eh, ni kocha mzuri kweli ni kocha mzuri okay. Unajua kawapeleka Madagascar sasa hivi wako juu sana kimataifa yeah, ambao waliingia fainali ya Chan mm -hmm. ni timu nzuri hata katika kombe la dunia wana, wana, wana matokeo mazuri mm -hmm. wanacheza vizuri mm -hmm. kama inapendeza basi tumpate kocha wa mithili hiyo mm -hmm. yeah. Sasa neno langu la mwisho labda kwa mashabiki kwa sana michezo ijayo, je, itakuwaje na timu yao, ndio kama hivyo. neno langu la mwisho ni kwamba tujitokeze kwa wingi uwanjani, mm. Tuishangilie timu yetu, mm. tuipambanie timu yetu, mm. na kingine, mm. na upo ujumbe, mm. kwa washabiki na wanachama wa Simba, mm. kwamba wanapokuwa uwanjani, hasa katika mechi za kimataifa, mm. tuwe na nidhamu, mm. tuwe na nidhamu, unajua mwandishi, mm leo tumekosa kuingia uwanjani. Sisi ni washabiki bora katika Afrika. Leo tunapofungiwa haileti picha nzuri eh? Leo tungelaiti, tungekuwa uwanjani, mimi nasema tungeshinda, tungeshinda kwa sababu ya ile hamasa ambayo tunawapa wachezaji. Kwa hiyo mimi nasihi sana kwamba washabiki na wanachama tujiheshimu, tufate maadili tufuate sheria zilizowekwa na shirikisho la mpira wa Afrika kafu, basi tuwe tunaingia uwanjani na kuishangilia. Unajua, sisi washabiki tunapofungiwa, tunaikosti pila timu, tunaikosti kwa mambo mengi, kwa gharama pia tunaikosti leo dola 1085 sio hela ndogo, mwandishi, tumeikosti sisi washabiki, wakati sisi tumepewa tuzo washabiki bora eh? Kwa hiyo hizi kasoro nazo zirekebishwe, tuwe na nidhamu, tuwe na timu yetu, tushangilie ili tuwapushe wachezaji wacheze kwa moria, yeah. Shukran.